Ni tukio linaloibua maswali nchini Kenya, baada ya mshukiwa aliyekuwa mjihami kwa upinde na mshale kumshambulia ofisa wa polisi, Ramadhani Matanka, nje ya jengo la ikulu jijini Nairobi na kusababisha kifo chake. Maswali hayo yanaibuka kutokana na ukweli kuwa ikulu ni moja kati ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi nchini Kenya, kama ilivyo katika nchi nyingi duniani. Mbali na hilo pia maeneo yote ya karibu na Ikulu huwa na polisi waliojihami kwa silaha. Taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Polisi nchini Kenya jana Oktoba 13 mwaka 2025 kupitia akaunti yake ya X, mtuhumiwa alimshambulia ofisa huyo saa mbili asubuhi akiwa langu kuu ikulu namba D. Kulingana na taarifa iliyotiwa saini na msemaji wa NPS, Muchiri Nyaga, Mshukiwa huyo ambaye baadaye alitambuliwa kuwa ni Kinyuka Kimunyi alitiwa mbaroni na maafisa wengine wa polisi waliokuwa na marehemu. Inaeleza kuwa Matanka, ambaye ni konstebo wa polisi, alikuwa kitengo cha General Service Unit, na baada ya kushambuliwa kwa mshale aliwahishwa kwenye kituo cha afya cha Taifa, lakini alipoteza maisha. Dubai sasa, Kitonga safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yaani dola 350 tu kwa CBM, ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Stakago, Simba wa Bahari.